Je, uislamu unatuasa vipi kuhusiana na jambo hili la kumtegemea mwenyezi Mungu? um, kwanza nianze kwa kumshukuru mwenyezi mungu lakini pili ni kushukuru kwa kunialika kwenye kipindi hiki kizuri. Karibu. Na mwenyezi mungu akulipeni kila la kheri. Amina, kwa kuifikiria jamii, kwa sababu jamii inaumwa, jamii inapitia changamoto nyingi sana katika mambo mbalimbali, lakini wakati fulani jamii haijui wapi e, wanaweza wakaenda wakatatua changamoto zao. Nije katika swali lako la msingi ambalo umeanza kuniuliza kwamba Mwenyezi Mungu au Uislamu unatuasa vipi katika kumtegemea Mwenyezi Mungu. Sio akika, ukisoma ndani ya Uislamu mahala pekee ambapo mwanadamu anaweza kupata comfortability, anaweza kupata utulivu ni mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu Subhana wa Ta'ala. Na wanadamu wana, wana kawaida ya kuchoka Ruta, mtu unaweza kumfuata mara moja mara mbili, na kusaidia mara ya tatu anachoka. Lakini Mwenyezi Mungu sisi tunaamini ana sifa hiyo. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anatubembeleza, anasema wasjude waqtaribe, kwamba njoeni msujudu kwangu, lakini pia karibuni, sogeleeni njoeni kwangu. Kwa sababu gani agani, Mwenyezi Mungu anatuita? Kwa sababu yeye anapenda kutusikia sisi tukiwa tunakwenda kwake kumweleza shida mbalimbali tulizokuwa nazo, lakini sio kwa wanadamu. Kwa hiyo Uislamu unahamasisha, Uislamu na Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhana wa Taala anatuita kwake kwa, kwa lengo la kwenda kueleza changamoto na kumtegemea yeye kwenye kila jambo, lakini sio wanadamu. Na Mwenyezi Mungu huwa anakasirika ikiwa mwanadamu ana jambo kisha akaacha kumtegemea Mwenyezi Mungu akaenda kumtegemea mtu mwingine. Mwenyezi Mungu anakasirika. Hakuna mwanadamu anayeweza kumsaidia mwanadamu mwingine. Kuna baadhi ya shida, kuna baadhi ya changamoto, mwanadamu ili aweze kustatua lazima amtegemee Allah subhanahu wataala. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba Mwenyezi Mungu ndani ya Qurani anatuwasa na anatukumbusha kurejea kwake na anatukaribisha, wasjude waktarib, kwamba njoeni msujudu kwangu na karibieni kwangu.